Mambo vipi wa Tanzania? Karibu sana kwenye show la Kibabe. Leo tuko na msanii ambaye anaitwa Last Man TZ. Huyu ni msanii ambaye anafanya mziki wa harakati kama anavyofanya Roma Mkatoliki. E, msikilize tupate moja mbili tatu kwa sababu nimejaribu kufanya naye exclusive interview. Karibu sana Last Man. Ah, asante sana. Naitwa The Last Man TZ. Ah, ukiingia YouTube ndio jina ambalo nalotumia. Jina la sanaa The Last Man TZ. Uh, niliamua kuingia kwenye sanaa na tu napenda sana haki. Yeah. Safari yako ya mziki ilianzia wapi? Na ni msanii gani ambaye alikuinspire wewe uh, kuingia moja kwa moja kwenye game au vipi? Na vipi kuhusu jamii yako inachukuliaje kwa huu mziki ambao unafanya kwa sababu ni mziki ambao mm-hmm. Uh, ni wasanii wachache ambao wanafanya huu mziki. Vipi, familia haikushauri hai kwamba labda wachane na huu mziki kwa sababu ni mziki ambao unataja pia masuala ya kiserikali, na kitu kingine ni kwamba labda uh, ushawahi kupokea changa- ushawahi kukutana na changamoto ya aina yoyote ile kutokana. Ah, ni kweli, kwanza, cha kwanza msanii ambao liamsa sana katika ye. Muziki wa hip hop ni bwana mkubali sana brother Chidi Benz. Unaona bwana, ndio maana katika focus yangu hata ya, ya mtu ambaye alikuwa ni focus wa kwanza kwa kufikisha. Nilitamani sana nifanye kazi na Chidi Benz na nilifanikiwa. Japo nilipitia changamoto kidogo na kuhusu muziki na ufanya kusema kweli, napitia changamoto nyingi, sio kidogo, lakini na pambana kwa sababu ndio naupenda. Afi Stoshi ni kitu ambacho nakipenda na hata familia pia, sometime naleteaga huwa inanipa ushauri, maneno kibao ambao ananipatia kuhusu na muziki na kina mama, lakini nashindwa, kwa sababu upo ndani yamo ya hivo ya napenda sana uh, uh, usha kutetea jamii. Ushawahi kukutana na changamoto ya aina yoyote ile kutokana na hii harakati zako uh, za hizi nyimbo ambazo unatoa kwa sababu ni nyimbo ambazo zinaigusa serikali, na tutambue kwamba pia na serikali yetu imekuwa um, ni soo ambayo yani, kuhusu hizi nyimbo ambazo una unazimba serikali hii iseme, sijua izikubali au haitaki kuambiwa ukweli, vipi? huo umejipangani? Okay. <coughs> haitaki ah, kuambiwa ukweli, lakini hatuna ah, ah, jinsi, kwa sababu ndo uh, tupo kwenye huu mfumo, lazima tuongee ukweli. Hata iwe vipi, ukweli lazima tutaongea. Watakavyotupokea ni sawa, lakini ukweli tano kwa umeshafika sehemu husika, yeah. Okay, mpaka sasa una nyimbo ngapi ambazo umetolea video au audio pia um, and then pia ne unge ngetamani kufanya kazi na msanii gani uh, kati ya marapa ambao wanapatikana, labda Tanzania. Nadhani naweza nikakupa list, au kuna uh, Nay wa Mitego um, naye anafanya harakati uh, Roma Mkatoliki pia. Nadhani ndo ndo hawa watu ambao wanafanya sana sana harakati hapa kwa Bongo. Sasa sijui ni msanii gani ambaye ungependa kufanya naye kazi na ukibahatika kufanya naye kazi hu uh, unahisi nimtabadilisha nini labda kwenye game ya rap kuhusu harakati na uh, kwanza, kwenye kwenye ngoma ambazo nilizotoa zilizokuwa video official hadi sasa, zipo zipo video tatu ambazo ni official uh, na mimi huona kifupi, au watu uliomtajia ni, ni mablaza na appreciate sana, na natamani kufanya kazi Siwezi kumtaja ni nani, lakini yoyote ambaye anaweza kutokea kati ya hao leo wataja, na nafanya nao kazi, kwa sababu ni watu ambao wanafanya muziki mzuri, na mimi nawakubali muziki ambao wanaufanya, kwa sababu ni wote wanapambania taifa, natetea jamii kwa ujumla. Kwa hiyo mimi, ah, msanii yeyote ambao unataja miongoni mwa nafanya naye kazi, na natamani sana leo kesho, japo kuna mmoja wapo ingeshawahi kumfuata akanitajia dawa ambayo sikuweza kujikuni kujikimu kutokana na mimi mwenyewe kipato changu ni na kidogo, napambana mimi kama mimi. Hatuna management sisi wengine, kutokana na muziki tunaofanya tunapitia wakati mgumu sana, hata kupata management na kuwa ni shida sana. Kwa hiyo mtu yoyote kati ya wataja mimi, brother, mimi nafanana na kazi ya na kingine pia. Uh, umekuwa ukifananishwa na Roma Mkatoliki, nadhani the way una flow au uandishi uh, wako wa mashairi. Uh, nadhani ndio maana watu wanakompea labda vile lakini, <coughs> tushawahi kuzungumza ukasema wewe una kitu chako na Roma ana kitu chake. Sasa uh, kwa leo ningeomba pia uwadhibitishie Watanzania, utupe baadhi ya mistari ambayo inapatikana kwenye ngoma zako, pia au vipi? Alafu mwisho naomba unipe maoni kuhusu kinachoendelea kwa sasa hivi kuhusu chama pinzani na zungumzia Chadema na uniambie pia uh, wewe maoni yako ni yapi eh, kuhusu kinachoendelea kwa saivi? Sasa hivi sawasawa. Mimi watu wanavyokuwa wakinifananisha na Blaza, na nachukulia ni kama ni kawaida kwa sababu Blaza kile anachokifanya ni kama hiki ninachokifanya mimi japo anasema uh, kuna vitu vingi ambavyo vinapita njia zake lakini siamini kwa sababu mi naamini kile anachokifanya mimi. Mbona bwana. Halafu pia ni vizuri pia kwa sababu ni mtu ambaye ana anapambania taifa kwa hiyo mi pia na enjoy, na enjoy sana ya kwa sababu ni baza ambaye pia na mimi namkubali sana. Kwa hiyo ni jambo zuri pia alafu pia isitoshe hata vitu vinavyotendeka kwenye taifa sizani kama kuna mtu anafurahiwa na hicho kitu Naona kama kuna mtu pia anafurahishwa na hicho kitu na sio mbaya kwa sababu kila mtu na maono yake. Ya, na ulivyoniambia kuhusu swala mstari wote wa kwangu mimi kwenye ngoma zangu. Ah, uh, ya na ngoma nyingi, kuna moja ambayo inafanana na braza Chidi kama nilivyokuambia, ni mtu ambaye anamkubali, ambayo na na baadhi ya vitu nimeviongelea mimi vingi sana. Ya, labda nitagusa tu kidogo vesi ya kwanza japo kidogo lakini mtu akiingia YouTube atakuta kazi. I am the simple Babiloni kama Mugabe, jinsi ninavyoishi sio mbabe, ka polisi na sio mungu kama mama, mimi sio mwizi, fitina za 4R Chadema mbona rehani, mmeunda task force kutekateka wanyonge, hamjali wasiona kazi, katiba mepiga mlenge, Abdul mtoto wa rais, weni fisi zaidi ya fisi, bilisi juu ya ibilisi, weni nani kwenye hii nchi na safari hii achieni hoje tumike mkijifanya mafya bunduki mara polisi takesha mzimoni kwa damu, kesho msifike msigwa. Sio kiongozi, maana sichangazwe na ya kipuzi, kuhas kwenda sisiemu. Mama utatuua uhuru wako, sasa fanya unachokitake kibidi, tuuze na sisi, Ikulu nyumbani kwako, fanya vyote utakavyo, mku mwepa waziri sana shemeji ndio mkuu wa mkoa ya yeah, Hivo asante yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, sana zangu na naomba mnipokee. Naitwa Zerasti TV, ndio jina lahutumia kwenye YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ya yeah. ni vonashukuru sana ndugu zangun asanteni sana.